Mimielevwa wamanau man yuhibbu alyumna wakazuia mali zao kwa yule ambaye Allah anataka asipewe. Usitoe mali yako katika bid'a, katika kusapoti uongo. Leo mawalii wa shetani wako kwenye mipira, mawalii wa Allah wako msikitini. Simenelewa. Hey, wezi kumkuta walii wa Allah hapo hapo, ni walii wa Allah hapo hapo, ni walii wa Simba, sijui walii wa Yanga, sijui walii wa nini. Simenelewa. Kuna watu wanakonda kisa mpira. Mawalii wa Allah unawakuta sehemu ambazo Allah anazipenda, lakini mawalii wa shetani unakuta pahala anapopenda shetani. waka hawezi kuamini kwamba muislamu mwanaume mwenye familia ana mke ana watoto, anakaa chini kwenye kioo, anatazama kijana amevaa bukta, wanakuimbiza mpira. Yani ni jambo ambalo haliwezi kuingia, lakini ndio ilivyo, siunaelewa? Kwa sababu miongoni mwa madhara ya mpira, yanaharibu akili Suminilekwa, huwezi kuwa ni mshabiki wa mpira akili yako ikatulia, lazima utafanya mambo ya mtoto. Na ndiyo maana nakuta kuna wakati watu wanavaa mukta kichwani, kuwaonyesha kudhihirisha furaha, na sisi tumezoea wanaovaa nguo mukta kichwani ni walevi, mlevi. Huwezi kushangaa hapo, ndio utajua mpira na kombe kana kwamba vinafuatana huu wa kushangilia shangilia, lakini unaweza ukakuta wakati mwingine, haya ni mazingira nini ya ikhwan, mawalii wa Allah hawashughuliki na mambo ya ajabu sana sana. Hivi hivi, mpira ni nini? Mpira si mchezo? Malengo ya michezo <coughs> ima iwe na faida kwenye mwili. Hivi mtu anapoenda kucheza mpira, si mazoezi anafanya? Mazoezi atoke jasho nini, nini? Unapoenda kushabikia mpira yani umeenda kumwangalia mwanaume wenzako anafanya mazoezi nini wafaidi? Yani wewe mtu una akili, wakaa kumwona mwanaume mwenzako anafanya mazoezi alafu wewekaa tu faidi mefa, baada ya kutafuta riziki ya familia yako umekaa tukonya. Lakini vijana wetu wengi wameenda huko lakini pia ni wapi sasa, hili ambalo hujawahi kusikia, mpira wa kushangilia, kushabikia mpira kunapunguza nguvu za kiume. Siminielewa, kunapunguza nguvu za kiume. Wewe kubali usikubali, uwezi kila dakika wewe na mapale ya wanawake wanaume. Umemona wanawake umekaa hapa na wanawake mwashangilia, alafu ukawa mwanaume imara Aiwezekana. tasikumja kathratu linsas tumitu linsas wanasema, kugusagusa sana kuna haribu hisia. Simenelee bwana, kuna haribu nini? Hisia. Yule aliyezoea kupiga picha wanawake wako uchi, hisia zake mpaka zibostiwe, tafute chakumbusi, zikachajiwe mwezi mzima, ndio akutana na mwanamke mara moja huyo hata ukamkuta na mwanamke mara nyingi, ni shughwa za kukaa pamoja, lakini naokutana kitu. Sasa wewe na wote umekaa, uangalie mapaja ya wanaume, waangalie wanawake, umekaa nao mashabikia, kitakachotokea ni kupoteza ule urujula wako.